Hello, Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa katika Bwana, majina yangu naitwa Bryan Frank. Siku ya leo nataka nitoe neno lakini pia pole kwa ajili ya watu wote ambao tumepoteza ndugu, jamaa, rafiki, familia, baba, mama, dada, kaka katika jambo hili ambalo lilitokea Tanzania kuanzia siku ya tarehe 29 na kuendelea. Nipende kuomba kwa ajili yetu sote tuombe. Asante Mungu uliye mwaminifu na wa haki, Bwana mtakatifu, wewe uliyeumba miisho ya dunia, kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, waijua Mungu, ukaweka misingi katika dunia na ukafanya haki na hukumu kuwa ndiyo msingi wa kiti chako. Jina lako lihimidiwe Bwana mtakatifu. Tazama mioyo iliyoinama, mioyo ambayo inavuja machozi, mioyo ambayo inanungunika ina na kusikitika. Bwana Mungu umesema, Bwana hutadharau. Bwana mtakatifu Yesu, wewe ambaye uchunguzaye mioyo, Mungu wewe uliye daktari mwema, uliye tabibu wa karibu tena wa ajabu, Mungu mwenye uweza na kibali, kagange mioyo ya kila mmoja mmoja, Bwana kila moyo ulioinama Bwana, ukauinue wewe, Bwana kila nafsi iliyoinama Bwana, ukainue Mungu ukatuthibitisha junidari wa ajabu, zihifadhi familia zetu, tuhifadhi mioyo yetu Mungu, tutie nguvu Bwana Mtakatifu. Uliwaambia wanafunzi wako katika ile Yohana kwamba ulimwenguni, mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Bwana Mtakatifu Yesu Kristo, nahitaji Mungu mwenye nguvu, Yesu utujalie Bwana mioyo Bwana ya kusimama mbele zako Mungu, mioyo ya matumaini, mioyo yenye nguvu, mioyo yenye kibali Bwana katika maisha yetu yote Bwana Mtakatifu, maana tumejua kabisa hatuna wema wowote ila utokao kwako Mungu mwenye nguvu. Ututie Bwana Mtakatifu moyo huo Bwana, tuweze Bwana kujipa moyo katika jambo hili ndani ya mioyo yetu Bwana. Najua Mungu tuna maumivu makali, tunalia Bwana Mtakatifu Yesu Kristu kwa kupoteza ndugu, jamaa, watoto, rafiki, kaka, dada, lakini tunahitaji neema yako Mungu ingie kwetu katika jina la Yesu Kristo nikiomba na kushukuru amen. Mpendwa katika Bwana, nataka nitoe neno moja katika kile kitabu cha Luka 13 kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule wa tisa. Mstari wa kwanza mpaka wa tano, inaeleza mambo kadha wa kadha watu walimpe, walimpelekea Yesu Kristo taarifa na watu ambao walienda kutoa sadaka zao dhabihu za sadaka manake za damu, yani sadaka za wanyama walipofika kutoa hizo sadaka changanya damu zao na dhabihu yani sadaka zile za damu, namaanisha vitu kama ng'ombe, kondoo. Sasa wale watu walikuwa wakienda kutoa sadaka ikaluni, lakini Herode akawaua mahali hapo, wakati wameua wame wakamwambia waka Yesu kwamba wale watu wakawa nadhani kwamba hawa watu ni wenye dhambi. Yesu akawajibu akamwambia msizani kwamba hawa watu ni wenye dhambi kuliko ninyi, lakini msipotubu, nanyi mtaangamia vivyo hivyo. Akawambia tena jambo lingine, au mnadhani wale kumi na wanane ambao waliangukiwa na mnara kule Siloamu, mnadhani kwamba walikuwa ni wenye dhambi kuliko ninyi? Akawambia hapana, sivyo. Ha, si wote walikuwa wenye dhambi wote, si wote walikuwa kwenye hali hii, si wote walikuwa katika jambo hili, lakini msipotubu nanyi mtaangamia hivyo hivyo. Akawatolea mfano akawambia, kuna mtu alikuwa amepanda mtini katika bustani yake. Akaenda kuangalia matini katika ule bustani akuyakuta, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili asiyapate, akaangalia tena akuyakuta. Akamwambia yule mtunzaji wa bustani, akamwambia mti ukate, unaharibu hata nchi. Lakini yule mtunzaji wa bustani akaambia, Bwana, uache mti huu, niupalilie, niutilie samadi, labda yamkini utaweza kuzaa matunda. Ukiza matunda, ukizaa matunda itakuwa vema, lakini usipozaa ndipo ukate. Ona, ni jambo jema, mpendwa katika Bwana. Nataka nikwambie kitu kimoja katika hali hii ambayo inaendelea, usije ukamwacha Mungu ukaacha kutumaini mbele za Mungu, wala usiache kutumaini mbele za Mungu. Yeye Mungu ni mwaminifu na wahaki Mungu akawi kutimiza ahadi zake kama wengine wanavyodhani kukawia. Waraka wa Kwanza Petro tatu, ukianza kusoma mstari ule wa kwanzia wa kumi kumi na mbili kumi na tatu kumi na nne kumi na tano soma, lakini anzia wa kwanza utapata maana kubwa zaidi mpendwa. Mungu atafanya kwa wakati wake, akiwa anayafanya akiwa anaandaa jambo lake, kwa kuwa ameweka mtu ambaye anawekea samadi na kutilia samadi, anaendelea kufanya mambo makuu. Unaweza kutulia huo mti samadi, ukibadilika itakuwa ni vema, usipobadilika Mungu atafanya analoliweza yeye. Hivyo endelea kusimama, endelea kumtumaini Mungu kila wakati unapotembea kwenye maisha yako. Niwatakie siku njema na watu wote katika nchi ya Tanzania. Neema ya Mungu iwe pamoja nanyi, nguvu na uweza na kibali cha Mungu viambatane nanyi katika maisha yenu yote. Amen.